Il, ilinivutia sana mimi kuona kwamba kama amefikia hatua ya kufungua record label. So mimi nikapanga ratiba yangu nikafika pale. Ikabidi aanze kunionesha, akanionesha studio, akanionesha ofisi, alionesha sehemu nyingi tofauti. Finally tukaenda kwenye bendi yake ambayo ndo atakuwa anafanya tour yake Afrika. Kwa hiyo wakati tuko kwenye bendi, na mimi ni mwanamuziki, siwezi kukaa tu pale kwenye band naangalia, like na na so wakati anaimba, na mimi nasikiza ngoma zake na zipenda so, tuka, tukawa kama iya wakati anaimba na mimi nikawa kama na backup. Watu wakaiona kwamba mimi nafanya mazoezi naye, lakini hayakuwa mazoezi. Yeye alikuwa ananionyesha tu bendi yake. Mimi mwenyewe nilienjoy kwa pale na nilijifunza vitu vingi, kuona kwamba uh, msanii wa ndani lakini pia amevuka nje, kaenda kufanya vitu vikubwa, na anaitreat vipi ofisi yake. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa kama naenda kuchukua skills na pia kujua An, uh, ukitaka kufungua studio, ukitaka kumiliki wasanii, ukishakuwa na bendi, vitu gani vya kufanya? So ni kama nimeenda kuonesha na appreciate kitu ambacho amekifanya, na nilikuwa nataka kujua kuna vitu gani vingine tofauti. Nilikutana na track ambao pia amefanya na Wizkid, amefanya na uh, Mont French Montana pia alinisikizisha. So nimejua vitu vingi na pia nimejifunza vitu vingi sana tofauti, yeah.